Sasa simu yako ulipoangalia kwenye pocho, ukakuta simu haipo, sasa ulichukulia chukuliaje sasa? Ah, nini yaani, niliumia sana, maana ndio ilikuwa simu yangu ya kwanza kubwa kutumia Mm-hmm. ilikuwa simu ya aina gani? Ah, ilikuwa ni simu gani Infinix. Ah, ina, Infinix ina ambayo natoka kwenye kampuni ya Tecno. Eh, sijui sasa, maana ni muda mda, mm. kama miaka mitatu hivi sasa sasa ulipojaribu kuipigia simu au kwa sababu namba ulikuwa ulikumisha zikalili kichwani, ukajaribu kupiga simu iko inaipita? Simu haipiti na haipatikani. Unaipigia, namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Yaani <laughs> paka hivi. Paka <laughs> leo. Kama kwenda ku swap line. Hata line si ku swap. Kwa sababu gani sasa? Yes. Maana ni da yenyewe kukua ya kwangu. Kuna mtu tu anisaidia. Okay. Sasa, mm, okay, kwa sasa simu naona unayo. Kwa hivi unatumia simu ya aina gani? Samsung. Samsung. Samsung. Hmm. Ukanunua au ulizawadiwa? Sijazawadiwa, hmm, ila nimenunuliwa. Sasa kuna kununuliwa <laughs> <laughs> nini? Kuna kununuliwa, alafu ukinunuliwa inakuja kama zawadi. Ah, basi ilikuja kama zawadi. Ah, ulipewa na rafiki yako. Azibandi wangu kumbe, hey. hmm. Yupo vizuri sana yaani Yaani yeye huko ongea tu kitu kwake na anatimiza, sio kwa zawadi ya simu. Unaweza kuwaambia nini watazamaji ambao wanakutazama kwenye Mastaz TV? kufanya challenge. Sasa, sasa, uh, za aina gani? Za aina gani? za ah, za nani tu hizi bongobongo za kawaida, ila sio za hawa hapa nani, bongo za hapa kempu. Hapana ah. Okay. Yaani ukionana aifanya nyimbo yako challenge, nimeipenda ah. hakuna mtu amesha kukuta inbox na kwambia mimi na, na nyimbo yangu nataka uifanyie challenge, kuna kiasi fulani hivi nitakupa? Eh, ni wengi Okay. E, e, hiyo hiyo kwa sababu pale ushaanza um, usha kujitengenezea kama ni biashara kuna challenge, kuna kutokana na akaunti yako jinsi ilivyokuwa kubwa, sasa kuna mtu nakuta anahitaji wimbo wake mtu akifanya challenge, sababu wasabu mtu ana watu wengi ile watu wengine wauangalie. Naona sasa ili sasa ili sasa mtu aje kwako kumfanyia challenge lazima mfanye sasa biashara mwelewane, mimi nikifanyia challenge yako hivi kuna kiasi fulani takuja kulipia. Wow. Ah sijawahi kufanya hiyo kitu sasa. Sasa kwa sababu gani? Mbona wengi wana lipendi tu. Sasa sio kwa sababu gani? Mbona wengi wana obu... Sasa mbona wengi wanalipwa sana mtandao? Eh ndio hao. Mimi sina shida ndogo ndogo za kufanyia mtu challenge ili anilipe hela. Sasa ina noma. Hai.